Kiukweli nimeisikia nime, nime bajeti ambayo imetajwa siku ya leo imegusia sana na uongezeko kwenye vitu vingi vya ujenzi. Kwa binafsi mimi nilitamani vitu vya ujenzi vingeshuka bei, angalau kila mtu Mtanzania wakati wa hali ya juu na ya chini, wote waweze kupata uhaweni wa kupata vitu vya ujenzi. Hasa wakiweka hela ya ujenzi, wakipandisha vitu vya ujenzi ikikua kwa gharama kubwa kiasi hicho. Je, huyu Mtanzania wa hali ya chini, huyu Mtanzania wa kipato cha kati na ile kipato cha kawaida ataweza kumudu hizo gharama? Tungepomba serikali, ingetafuta vyanzo vingine vya kuweza kufidia hizo gepu za kuliko kuweka kwenye ujenzi, wangetafuta maeneo mengine mengine ya, ya kutafuta hizo hela ili kwenye ujenzi kusishikwe sana, manake sementi yenyewe ilikuwa ni shida aya uje kwenye mabati uje kwenye nondo uje kwenye nini, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo sidhani kwa mtanzania hiki kitu kitakuwa kinamfaidisha. Kependa kila mtanzania atoke kwenye kuwezeka kwenye nyumba za, za nyasi na tembe, awezeke bati, lakini kwa utaratibu huu hata mabati tutashindwa kununua ina e, maana yule mtanzania aliyojenga miaka iliyopita, sasa hivi mtanzania tutashindwa kujenga, tunarudi kule kule kwa hiyo bado serikali itakuwa bado inaendelea kutu, kutunyonya. Sisi wananchi ni walaji wengi, sio walaji wa sausage. Wengi sio walaji wa ice cream, na ukiangalia hata kwenye masuala ya afya amna kitu kinachoongezeka kwenye hizo ice cream wala hizo sausage. Kwa hiyo wangeongeza kama ni kuongeongeza, lakini isiwe kwa wingi. Kodi wangeweka huko kidogo ili hata yule mfanyabiashara na yeye aweze kupata kipato kwa hivi vitu ambavyo vimepanda bei, hasa bidhaa za, za ujenzi mabati, nondo na vingine vingine. Hivi vitu kwa kweli vinaenda ku, kutuletea shida kwa sababu kwa watu wenye kipato cha kawaida inakuwa ni shida kujichanga kuweza kupata nani kupata, nani, kupata, kupata hela ya kukizi kununua vifaa kama hivyo inakuwa ni tatizo kubwa. Niliomba sana sana kwa kupanda kwa hizi bidhaa kutokana na kodi, kodi kubwa wanaotozwa wale wanaotuletea hizi bidhaa sasa. Kwa kwa komenti yangu ambayo ningeweza kusema ni kwamba serikali ingeangalia kabla ya kuweza kupandisha vitu hivi bei, kuangalia kwamba tunapopandisha, tuna popan, tuna hivi, hivi, hivi bidhaa bei tutakuwa tuna, tunatengeneza nini? Tutakuwa tunatengeneza usawa kwa, kwa watanzania Watanzania wote wako sawa, kwa sababu utakuta ni watu wachache wanaweza ku, ku, ku, kumudu zile bei, lakini wale wengine wataweza, kama sio kuishia kuishi tu nyumba za, za kupanga tu. Wanasema wame, wameongeza mishahara, hicho ndio kinachopelekea na, na kawaida. Wafanyabiashara wanaposikia mishahara imeongezeka, kwamba tumeongeza mishahara wanajua kabisa na sisi tunaongeza bei nani bidhaa bi, bi, zetu tunaziongeza bei. Kwa hiyo kabla ya kufanya hivyo, walitakiwa wa, waangalie nani bidhaa hizi, wapunguze ushuru. Ushuru ndio unatuumiza kila siku, tunalalamika ushuru unatuumiza lakini, lakini wapi. Nimesikiliza bajeti ya leo kuhusu vitu ambavyo vimepanda kwa, kwa ujenzi, ikiwemo simenti, mabati, misumari, kwangu mimi sioni kama ni sawa, kwa sababu serikali itakiwa itafute mapato kupitia sehemu nyingine ambazo ni sehemu za msingi kabisa, zile sehemu ambazo ni affordable kwa maisha ya kawaida ya kipato cha chini. Wangeacha, wangedili na makampuni na vitu vingi ambavyo ni vya msingi kabisa, ila huko ni ambapo misumari, sijui mabati nini, wangeacha ili watu waweze Kimu, ukali wa maisha kwa sababu mtu amepanga na bado anatakiwa tena aendelee kujenga. Sidhani kama tutatoboa, na hata tukitoboa tutatoboa tukiwa tumechoka sana. Kwenye vitu ambavyo kama ice cream na sausage navyo sio vitu vya kuweka kodi, ni kutukandamiza tu. Kuna vitu vya msingi kabisa vya kuweka kodi, na utitiri wa kodi huko kila mahali. Sasa tunashindwa kuelewa tunapumulia wapi?